Taarifa zilizopatikana zinatanabaisha kwamba katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema mheshimiwa John Mnyika ameingia lawamani kutokana na shinikizo aliloliweka hivi karibuni la kuwajumuisha baadhi ya viongozi wa zamani wa chama hicho ambao msimamo wao ulikuwa unajumuikana kuwa hauendani na mwenyekiti wa taifa wa chama hicho mheshimiwa Tundu Lissu, watu ambao walimpinga waziwazi wakati wa kampeni na kinyang'anyiro cha kuwania mwenyekiti wa chama hicho ambao ulihitimishwa na uchaguzi uliofanyika Januari 21 mwaka huu 2025. Kwa mujibu wa taarifa, ni kwamba mheshimiwa Mnyika alipendekeza kwamba baadhi ya viongozi wa zamani na wanachama maarufu ambao wanatoka, sio siri kwamba ni kambi ya mwenyekiti wa zamani wa chama hicho mheshimiwa Freeman Mbowe, wajumuishwe katika uongozi mpya huu wa mheshimiwa Tundu Lissu. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa hizo, mheshimiwa Lissu alikuwa na shaka na alidhani, alisisitiza kwamba uongozi usitolewe kwa minajili tu ya kutaka kujenga mshikamano, lakini uongozi uteuli utolewe au kama mtu anapoteuliwa itokane na uwezo wake uadilifu wake kwa chama na jinsi anavyoweza kuwatumikia wanachadema na Watanzania kwa ujumla. Na kwa mujibu wa taarifa hizo inadaiwa kwamba Mheshimiwa Mnyika alifikia hatua ya kutishia kujiuzuru endapo ushauri wake usingekubaliwa. Na awali, kwa mujibu wa taarifa hizo, Mheshimiwa Lissu alisema hana tatizo endapo Mheshimiwa Mnyika ataamua kujiuzuru, lakini tishio lilipokuwa kubwa, ikabidi busara zitumike na baadhi ya viongozi wengine wa chama hicho, ikiwa ni pamoja na mwenyekiti wa chama hicho upande wa bara, Mheshimiwa John Heche pamoja na kada kiongozi mwandamizi Mheshimiwa Godbless Lema na wengineo wakaingilia kati, na katika kuingilia kwao kati ilionekana wameelemea upande wa Mheshimiwa Mnyika, lakini hoja ya msingi iliyotawala na ambayo ndio ulikuwa msimamo wa Mheshimiwa Mnyika ilikuwa ni kwamba chama hicho kwa sasa kinakabiliwa na changamoto ya mpasuko na njia stahili ya kukabiliana na mpasuko huo ni hii wanayoita stronger together, yani kuyaweka makundi yote pamoja na kwa pamoja wawe kitu kimoja. Hata hivyo, mheshimiwa Lissu alikuwa na shaka kutokana na ukweli kwamba um, kuna baadhi ya watu wameonyesha bayana kwamba hawapo tayari kufanya kazi na yeye kwa upande mmoja, lakini kwa namna nyingine wamekuwa kama wanakihujumu chama kupitia maandiko yao, kupitia kauli zao na vitu kama hivyo, na hili sio gumu kulibaini kwa sababu moja ya changamoto kubwa kabisa ambazo Chadema ilizipitia ni kampeni za kuwania huo uwenyekiti wa chama hicho, uh, hasa kwenye mwezi wa kumi na mbili na hasa mwezi wa kwanza mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ambapo kampeni hizo zilichukua taswira mbaya sana. Kuna baadhi ya uh, Wanachadema ambao walijitoa ufahamu na kuongea vitu ambavyo havikuwa vya kiungwana. Na baadhi yetu tulikuwa tukifuatilia kampeni hizo, tulifika sehemu ya kudhani kwamba kinachotengenezwa ni kama mwanzo wa mwisho wa Chadema kwa maana ya kwamba kuna maisha baada ya uchaguzi. Kuna mtu mmoja atashinda, mwingine atashindwa, lakini chama kinabidi kiendelee. Hata hivyo, kuna wanachama wengi tu ambao walikuwa wako tayari hata kama chama kitadidimia lakini ili mradi wasiyempenda asishinde au anayempenda ashinde. Na katika hili, bila kuuma maneno, kiukweli ni kwamba kambi ya Mheshimiwa Mboe uh, ilijaa watu wengi ambao walikuwa wako tayari chama kiingie uh, kwenye shimo, lakini wao wawe tayari kuibuka kwenye ushindi. Lakini hiyo ni upande mmoja tu wa changamoto iliyokuwa wakati huo. Changamoto nyingine ilikuwa ni ukweli kwamba kulikuwa na fedha na fedha hizo hazikuingia katika mchakato wa uchaguzi mkuu tu. Fedha hizo kwa mujibu wa maelezo, zilimwagwa kuanzia ngazi ya chini kwa machaguzi ngazi ya chini, kwa sababu huko ngazi ya chini ndio kungetoa wajumbe wa ambao walitarajiwa kuja kuchagua mwenyekiti wa chama, lakini mkakati haukuwa tu katika ngazi ya mwenyekiti wa chama, bali pia mkakati ulikuwa katika nafasi ya kupata mgombea urais wa kwa tiketi ya Chadema. Na mpango ulikuwa ni kumsapoti Mheshimiwa Mbowe ashinde lakini wakati huo huo kumzuia Mheshimiwa Lissu asishinde. Kwa hiyo fedha ilimwaga katika, katika ngazi ya chini huko na baadaye ikaja katika, katika ngazi za wilaya, mkoa, majimbo na hata kwenye mabaraza uh, ya Chadema, Bavicha, Bawacha na Bazecha, nako zilimwagwa fedha za kutosha, lengo likiwa ni kumwezesha Mheshimiwa Mbowe kushinda, lakini hapo hapo kumzuia mheshimiwa Mheshimiwa Lissu asishinde. Sasa matokeo yalivyokwenda kinyume na matarajio ya hao, na ili kundi si kubwa sana kwa sababu ni watu sio wengi ambao walikuwa wanufaika wa hizo fedha zilizotolewa kwa minajili hiyo, ambayo kimsingi minajili hiyo haikuwa kuitakia mema Chadema, na ndio maana kwa kiasi kikubwa ilifeli, kwa sababu kitu haramu kinaweza kufanikiwa kwa muda fulani, lakini eventually matarajio ni kwamba kitu hicho hakitokuwa na ufanisi. Kwa hiyo um, matokeo yalivyokuwa kinyume kumeitokeza mazingira ambapo kwa upande mmoja kuna watu kadhaa waliokuwa kundi la mheshimiwa Mbowe, ambao ni kama bado hawaamini kwamba chama hicho kimepata uongozi mpya na mwenyekiti mpya ni mheshimiwa Lissu na sio mheshimiwa Mbowe waliokuwa wakitarajia. Lakini kuna kundi hatari zaidi, au kuna mtizamo hatari zaidi wa kukataa kwamba chama hicho kina uongozi mpya, kwa sababu kutoamini ni kitu kimoja, unaweza usiamini lakini ukakubali sawa. Lakini kibaya ni pale mtu ambaye sio tu haamini lakini hataki kukubali kwamba hiki ndicho kilicho. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanachadema ukisoma maandishi yao uni, ukisukia kaulizao kwa mtandaoni ukisikia kauli zao unabaini kwamba hawa watu kwa sasa ni kama wamejitoa, lakini wapo kama hawapo, miili ipo Chadema lakini roho zao ziko nje Chadema, na ni watu ambao huenda wanakitakia mabaya chama hicho kutokana na kauli na matendo yao. Sasa kwa mujibu wa taarifa Uh, kutokana na hilo shinikizo ambalo Mheshimiwa Mnyika aliliweka, hatimaye ikabidi kukubaliwa na kukaundwa baadhi ya nafasi ambazo zilikabidhiwa kwa watu ambao walikuwa wanafahamika kabisa kama ni wapinzani wa Mheshimiwa Lissu, uh, wapinzani wa timu yake iliyokuwa katika mchakato wa kampeni huko nyuma, lakini ajenda sasa ilikuwa ni hiyo ya stronger together kujenga mshikamano na matokeo kafanikiwa. Lakini kilichoibua lawama hizi ni pamoja na kuibuka kwa hili kundi linaloitwa G55, kundi la G55. Kundi hili kimsingi, hoja yao kuu ni kwamba linapinga ajenda ya no reforms no election, kwamba kufanya hivyo kutawanyima baadhi ya wanachadema wanaotaka kuwania uongozi kwa maana ya kutaka kuwania ubunge, kwa hiyo wanapingana na hiyo ajenda ya no reform, no election na hili limekuja kufahamika zaidi juzi hapa, ambapo mawasiliano ya wanakundi hilo yalivuja huko mtandaoni, na kitu kimoja cha kusikitisha sana ni kwamba takriban nusu ya walio shiriki katika kundi hilo ni viongozi waandamizi wa, wa chama hicho. Baadhi yao wanashiriki katika kampeni za no reform, no election huko mikoani lakini baadhi yao ni wakuu wa kurugenzi za ndani ya chama hicho, ni wajumbe wa baraza kuu la kamati kuu, baraza kuu la chama hicho. Kwa hiyo hii ilikuwa ni suala la kusikitisha, lakini pia la kuogopesha. Na mmoja wa watu ambao jitihada za mheshimiwa Mnyika zilifanikisha yeye kupata madaraka ni huyu bwana Julius Mwita, ambaye alikuwa katibu wa secretariat ya kamati kuu ya Chadema na ambaye juzi ameondolewa katika wadhifa huo kwa madai kwamba amekwenda kinyume na msimamo wa chama hicho kuhusu ajenda ya No No Reforms No Election. Inadaiwa kuwa Mwita hakubaliani na msimamo huo, na amekuwa akihamasisha wengine kupinga ajenda hiyo na ina, ambayo inalenga kushinikiza serikali kufanya mabadiliko katika mfumo wa uchaguzi ili kuleta usawa na haki. Sekretariat ya kamati kuu inaundwa na katibu mkuu pamoja na naibu makatibu wakuu, na miongoni mwa majukumu ya sekretariat ni kuandaa ajenda za kamati kuu. Kwa hiyo huyu bwana aliingia katika nafasi hii kutokana na huo, na huo um, shinikizo ilililoweka wa mheshimiwa Mnyika, ambalo kimsingi, na si kama kumtetea, lilikuwa na nia nzuri kwamba ni muhimu kuzileta hizo kambi mbili tu uh, pamoja ili chama kiwe kimoja lakini katika mazingira halisi, katika uhalisia, ni vigumu kufanya kazi na mtu anayedhamiria kukuangamiza. Kwa sababu hiki kinachoendelea sasa hivi, haya mambo ya, ya G55, huu upinzani dhidi ya ajenda ya no reforms no election, katika mtizamo mwepesi ni upinzani dhidi ya Mheshimiwa Lisu na uongozi wake, lakini kwa mtizamo mpana huu ni mkakati wa muda mrefu kwa sababu moja ya changamoto kubwa za Chadema ni uwepo hawa watu wanaitwa mapandikizi, watu ambao wako ndani ya Chadema lakini wanazitumikia aidha kitengo au CCM au serikali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hapa sasa hivi wamepata tu fursa ya kuweza kutimiza hujuma zao, na endapo Chadema haitochukua hatua stahili, kuna uwezekano kundi hili likaja likasababisha matatizo makubwa huko mbele ya safari. Je, unadhani Chadema wafanyi nini? Maoni yako yanakaribishwa hapo kwenye comments. Asanteni na kwaherini.